nyumba binafsi kama mlinzi wa nyumba katika nyumba binafsi kazi yako kuu ni kuweka nyumba safi nadhifu na, na starehe kwa kwa watu wanaoishi humu hii ni pamoja na kazi kama vile kufuta vumbi kufuta fenicha kufagia kusafisha sakafu na kusafisha zuria kutandika vitanda na kusafisha bafuni na jikoni unaweza pia kuwa na jukumu la kufua nguo kuosha vyombo, kutoa takataka na kupanga maeneo tofauti ya nyumba. Katika baadhi ya kazi kama yangu, unaweza pia kuwajibika kutunza watoto wadogo kama sehemu ya majukumu yako. Tofauti na yaya ambaye jukumu lake ni kutunza watoto au msafishaji ambaye hulenga tu kazi za kusafisha, jukumu langu linahusisha mchanganyiko wa yote mawili kutunza nyumba huku pia nikisaidia katika ulezi wa mtoto. Mwajiri wako pia anaweza kukuuliza utunze nyumba wakati anasafiri, ambayo inaweza kujumuisha kulisha wanyama wa kipenzi au kuangalia mimea ya ndani. Hii ni baadhi tu ya kazi za kimsingi unazoweza kufanya kila siku. Baadaye katika mafunzo haya nitakufundisha jinsi ya kufanya kazi hizi zote hatua kwa hatua ili uwe na ujuzi wote unaohitaji ili kufanikiwa.